Leo naomba tuzungumzie maumivu yanayohusiana na mishipa ya fahamu. Haya si maumivu ya kawaida. Maumivu haya mara nyingi hutokana na majeraha au uvimbe wa aina yoyote. Dalili zake ni kama maumivu yanayochomachoma, hisia -choma, za sindano au kuchomachoma katika mwili wako, ganzi mwilini, na jambo la mwisho kabisa ni kuhisi udhaifu au uzito katika sehemu iliyoathirika. Kumbuka, kutegemea dawa za maumivu hakuwezi kutibu changamoto hii ambayo imekuwa ikiwakumba watu wengi sana. Unahitaji kusaidia mishipa yako kwa kutumia virutubisho sahihi na dawa sahihi ambazo zitajenga na kuimarisha dawa ya mishipa yako. Na kama wewe ni mgonjwa ambayo unaambatana au unapata changamoto ya mishipa ya fahamu katika mwili wako, hakikisha kwamba unachukua namba yangu katika bayo niweze kukusaidia kuirejesha mishipa hii ambayo imekuwa ikipata changamoto.